Aa, habari. Asante, nashukuru sana. Reborn, tafsiri ya Reborn, nafikiri ni neno la like Kiingereza yes. Lakini like reborn maana yake ni kuzaliwa ri mm, upya kwa okay, hiyo Reborn Experience ni album ambayo imebeba theme ya kuzaliwa upya. Kwa wale ambao wamepata nafasi ya kusikiliza au kustream album um, utagundua ya kwamba kile ambacho kimebeba title ya album uh, ukisikiliza nyimbo zote, una uwezo wa kupata picha ya kwamba huyu okay, ninayemsikiliza sasa hivi na yule ambaye nimemzoea ni watu wawili tofauti. Kwa hiyo unaweza kugundua kabisa huyu okay, ni mtu mpya yeah, ndio Reborn Experience. Uh, Goodluck wa zamani na Goodluck huyu mpya ana tofauti gani? Ah, huyu wa sasa hivi bwana ana akili nyingi <laughs> ana akili nyingi pili, amekuwa ameongezeka kimo na hekima. Alafu huyu wa sasa hivi bwana anamjua sana Mungu mm, kuliko alivyokuwa anamjua. Yes, anamjua sana, anamjua Mungu kuliko alivyokuwa anamjua. Of course watu wote wanamjua Mungu lakini natofautiana kiwango. Huyu sasa hivi anamjua Mungu kuliko alivyokuwa anamjua, na sisemi nimemjua kwa kiwango ambacho kimetosha, natamani kumjua zaidi, na naamini ni jambo ambalo kila mtu, hata hao ambao wameshikilia kamera zao hapa na microphone, wanahitaji kulipata yeah. Okay, kwenye albamu yako nimeona kuna nyimbo kumi right? Uh, sijaona msanii mwingine akishirikishwa kwamba unajiamini ni mtu wa jeshi la mtu mmoja. Haya mambo ya huduma hayana mambo ya jeshi la mtu mmoja hayana, yani ni maneno ya mtaani tu. Jeshi la mtu mmoja sio kazi zetu, lakini um, ni kitu ambacho kilifanyika hivyo na kiko hivyo, na sio kwamba eti oh, sitaki kushirikisha wengine. Ziko kazi nyingi tu ambazo hazijatoka na nimeshirikisha wengine wengi, zitatoka na zitasikika yeah. Kuna kwa umetuambia Reborn kwamba good luck like huyu anamjua zaidi tofauti, yeah. Na hata akiviongelea vimsaidii mtu yoyote anayemsikia Shuda kwa meskia e, shuda kanisani yes, sio mtandaoni lakini <laughs> kuna ambao wapati nafasi ya kuja pengine kanisani kwa kuna kuabudia. Naomba wapate nafasi waje kanisani yeah, yes. Uh, una ukaribu gani sasa hivi na mchungaji Joel? Um, kwa nini kwa nini usimuulize yeye ana ukaribu gani na mimi? tafuta nafasi. Tafuta nafasi. <laughs> <laughs> nafasi, nafasi. Lakini mko sawa, mnaongea nini, mnaongea, tafuta nafasi tafuta okay, nafasi. Pengine kuna watu wanaweza kuwa wanajiuliza kwamba yeah. Kipindi na chomo ile gari, pengine ulimtafuta mm. Kumpa taarifa bwana, kuna jambo fulani hivi, maana nilikusikia unasema raki roho nalifanya mm -hmm. Usijisikie vibaya, swala binafsi hilo, sasa linabaki kuwa kati ya mimi na nilichokifanya, si ndio? mm. So, binafsi sawa uh... Tutarajie nini sasa baada ya hii hapa Reborn ambayo ni albamu ambayo umetutolea sasa hivi? Ah, hapo sasa kwenye kutarajia hapo, <laughs> nafikiri tukae karibu na akaunti zetu Instagram natumia a Gozbert . Reborn Experience ni album ambayo ina jumla ya nyimbo kumi, imetengenezwa Asante Music Producer anaitwa Wulan Tag. Unaweza kumfuatilia Instagram namna hiyo, subscribe YouTube channel pale Gozbert Ministries ya tuna kituo kinaitwa Sante Youth Ministries ni cha kusaidia watoto. Kwa hiyo kama kuna mtu ambaye anafikiri ndani ya moyo wake angeweza kusimama na sisi ili kugusa maisha ya watoto wanaoishi kwenye mazingira magumu, basi awasiliane na sisi kupitia mitandao niliyoitaja. Amen, album kuna wimbo wa narudisha sifa, nadhani ni moja kati ya wimbo ambao numbers zinazungumza vizuri sana, kwa maana umekuwa na viewers pamoja na comments nyingi sana Uh, inawezekana ni kwa namna ambavyo pengine uandishi upo au nyimbo inazungumza, lakini narudisha sifa. Goodluck Gozbert, kwenye kurudisha sifa, sifa zako unazirudishaje? Labda pengine kwa yale ambayo umeyapitia kwenye maisha, kila mwanadamu ana kila sababu ya kumshukuru Mungu. Sawa, kuna mtu anatamani hata angepata nafasi ambayo wewe umeipata, lakini hajaipata. Kuna mtu anatamani angekuwa basi hata anaweza kuvaa nguo yeye mwenyewe, lakini hana uwezo tena wa kufanya hivyo. Kuna mtu ambaye <laughs> kila chakula anachokula n mjakutana na chokula... A, nye, watu wenye matatizo n kila chakula anachokula hakikai tumboni. Sasa nashauri watu mara moja moja tu, pata nafasi pita tu hospitali, usiende kutibiwa we sikiwa mzima. Unajua, ukienda pale kwanza, fokasi inakuwa kwako Ukienda hospitali ukiwa unaumwa focus inakuwa kwako dokta, nitibu nisaidie. Yaani wewe ndio unakuwa focus iko kwako, kwa upone wewe uondoke. Sa jaribu siku moja tembelea hospitali, ukifika, anza tu kuangalia situation za watu, utapata kila sababu ya kumshukuru Mungu ikiwa mpaka sasa una sababu. Wengi mlio hapa, kinachowapa kula ni macho, masikio na kinywa, si ndio? Yes, macho masikio na kinywa. Hao walioshika kamera wasipoona hawana kazi. Nyie mlioshika microphone mnanioji, msipozungumza hamna kazi. Lakini leo mlipoamka wachache sana wametumia hata dakika tano kusema, Mungu nakushukuru kwa sababu umenipa sauti ambayo Mungu ndio inanipa kuishi. Mungu nakushukuru kwa sababu umenipa macho ambayo ndiyo yananipa kuishi. You can spend unaweza kutumia masaa mawili, TikTok au Instagram una scroll. Sio umeelewa? Lakini huwezi kutumia dakika tano kumshukuru Mungu. Kimshukuru na mshukuru kishikaji. Bado unaweza kuniuliza kwa nini namshukuru Mungu? Kwa nini namrudishia sifa? Ay, my friend. Sawa, so, Good luck uh, inasemekana. Uh, yeah. Sasa hivi usimamizi wako au management yako ambayo ulikuwa yeah, unafanya nao kazi before yeah, umebadilisha. Sasa hivi uko kwenye yeah, management nyingine mbele. Mpaka uh, kapeleke baadhi ya comment mitandaoni. ah, Goodluck, sasa hivi kama amepotea, hata show zake Daika unaona kumi zimeisha maifo. Au bado tatizo oh, yeah. ni nini labda ambalo likopo imekufanya ukaacha kufanya kazi na management ya nyuma, na hili ya nyuma kukuwa ah, na tatizo, mkataba uliisha? okay, Goodluck. Kuna hili hapa yeah. waimbaji wa gospel mnafanya vizuri sana yeah. sasa hivi lakini, kumekuwa na komenti nyingi sana juu yenu. Moja yeah. kati ya clip ambayo nimekutana nayo juzi, mm, ni ya mm, mm, Joel Lwaga akiwa mm, mm, na lalamika kwamba walokole wamezidi kupangia waimbaji wa injili masharti kwamba nataka waimbe hivi. Kwa kweli ni miongoni mwa wasanii ambao mwanzoni nilitoaga wimbo ule, nafikiri wasina ubaya nibadilisha, yes, yeah, watu wakawa na comment kwamba mbona kama staili za dunia, na, na vitu kama hivyo mm -hmm, unafikiri ni kweli walokole wanawapangia sana maisha waimbaji wa injili? Anyways, kwa upande wangu wa walokole wanatakiwa kutupangia maisha. Kwa upande wangu walokole wanatakiwa kutupangia maisha, walokole wanatakiwa kutusema, walokole wanatakiwa kutufanyia chochote kile ambacho wanajisikia ni sahihi kutufanyia. Si umenielewa? Ni haki yao. Kwa nini? Kwa sababu sisi tumetumwa kwao. Si kama unanielewa? asa ile tu kwamba umetumwa kwa watu huwezi kuwapangia wakupokeeje, waku, waku au wakufanye nini. Fanya kile ambacho Mungu amekutuma kukifanya, ukimaliza ondoka. In fact, Stefano alipigwa mawe kwa watu waliotumwa, walimpiga mawe. Yesu alimsulubisha kwa watu waliotumwa, waliotumwa. Ukienda kusema kwenye kile kitabu cha Yohana sura ya kwanza, anasema alikuja kwao, lakini waliowa kwake wakamkataa. so yani ndio kazi yetu kuja kupigwa kuchinjwa, that is our job and tutakiwi kuwachukia hawa watu, we need to love them, okay. Kwa sema, Joel Lwaga kufunguka, kwa sijasikia kukua... amesema nini lakini nimejibu kulingana na swali nililoulizwa, yeah. Sawa, kwa kwa kumalizia, labda wenda tunaona njia za kuja kufungua kanisa kwa mchungaji, ndugu yangu, utakuwa msharika wa kwanza yani <laughs> wewe na wajikaka, <laughs> mtakuwa msharika wa kwanza. Mungu awabariki.